Catherine Saguite ni mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Idara ya manispaa ya Kibaha wiki hii inaadhimisha siku ya afya, ambacho kilele chake ni kesho tarehe 25, Jumamosi. Lakini wiki hii nzima kuanzia Jumatatu mpaka kufikia leo tumekuwa na kazi nyingi katika jamii. Tulikuwa na mazoezi, lakini pia tumefanya upimaji katika kata hii ya maili moja Lengo ni kuwafikia wananchi kutoa huduma, lakini pia jamii itambue kuhusu afya zao. Tunawakaribisha wote ambao bado hawajafika, huduma zipo zinaendelea, uchangiaji wa damu, lakini pia elimu kuhusu magonjwa yasiyoambukiza, lakini pia tunatoa huduma za upimaji wa sukari pamoja na presha. Jitokeze kwa wingi ili waje kupata huduma katika viwanja hivi vya maili moja lakini pia tunapoelekea uchaguzi tarehe 29 ninawahamasisha wananchi wote wa Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha kujitokeza kwa wingi ili waweze kupiga kura na kuwachagua viongozi bora kwa manufaa ya manispaa.